Auzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu yangu, nikukaribishe tena katika channel yetu hii pendwa Jureej Mo Ruhaniyyaat. Popote pale ulipo unaponifuatilia na kunitizama, karibu katika mwendelezo wa darasa zetu katika channel yetu hii pendwa kabisa. Ndugu yangu, leo tutaishi na aya moja katika aya miongoni mwa aya za Qur'ani tukufu. Ni aya ambayo inapatikana katika surati Yasin aya 30 na nane. Aya hii ndugu yangu, ni aya ambayo ina maajabu ni makubwa sana. E, hamsini na nane hii aya inapatikana katika sura hiyo, inasemeka inasomeka, salamun qawla min rabbir rahim, salamun qawla min rabbir rahim. Ni aya ambayo ndugu yangu hii kwa hakika inaleta amani. Ni aya ambayo inaweza kuondoa masala ya kihasadi na husda. Ni aya ambayo inaweza kutoa majinamizi na mapepo. Ni aya ambayo inafanya mambo o makubwa sana. Ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza Weka siri ndani yake ni nyingi sana tuzungumzie. Kuhusiana sura yenyewe, tunazungumzia zungumzia tu hii aya moja ambayo inapatikana katika hii sura ambayo ni surati Yasin aya inasema: salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Utaweza kujielekeza au kujifunza au kuitambua aya hii, ndugu yangu, ni aya nyepesi sana ambayo hata wewe mwenyewe utaweza kuihifadhi. Ni haya inatumika kuondoa wasiwasi wa nafsi eh? Lakini wasiwasi wa kishetani, wasiwasi unaotokana na kihasadi na kibinadamu pia, lakini majinamizi na majini waovu wabaya, mashetani tunakusudia, lakini pia masala ya wachawi inatoa na inaondoa, lakini mizozo ya kifamilia aya hii inaweza kuondoa bila wasiwasi, lakini ni aya ambayo inavuta, ni aya ambayo inavuta hii inavuta masala ya amani. Sehemu ambayo amani imetoweka, basi biidhnillahi lkarim, aya hii inaweza kuvuta na amani ikawa katika hali ya, ya, ya kawaida. Lakini nyumbani hakuko vizuri mathalani eh, amani imetoweka, wanandoa kidogo mtihani na familia, wahakadha mambo kama ya na namna hiyo. Ni aya ambayo inaleta baraka katika biashara au kazi Aya hii salamun qawla min rabbir rahim. Lakini nuru ya kiroho, aya hii inaleta nuru eh, ya kiroho, anaita eh, tajalli ya Rabb. Ni aya ambayo ina miujiza ni mikubwa sana, utulivu wa watoto pia kadhalika, watu wenye hasira. Kama kuna mtu ambaye kidogo ni mtihani, unaweza kuitumia hii aya E, au watu ambao wameweza kuchanganyikiwa pia kadhalika, kwa namna moja au nyingine, utaweza kuitumia hii aya. Sasa tuingie namna gani utaweza kuifanya hii aya. Kama tulivyosema kwamba ni aya inasomeka, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim. Kusoma kwa mgonjwa, ukitaka kumsomea rukia, mfumo wa rukia katika aya hii, utaisoma hii aya, ndugu yangu. Kwa mfano kama kuna mtu ambaye ana maradhi ya kijini au ya kishetani au mikosi au mihasadi, amehusudiwa au ana vijicho vimemwathiri katika mwili wake, basi utachukua maji, utasoma, utaisoma hii aya mara 21 au mara arobaini na moja katika maji ambayo yaliokuwa safi kabisa. Unaweza ukachukua maji ya Zamzam au ukachukua maji ambayo ni ya mvua, imenyesha mvua, tena mvua ambayo imetoka juu kabisa, ukachukua maji hayo ukayasomea hii aya, salamu qaulan min rabbir rahim, salamu qaulan min rabbir rahim, kwa imani. Uwe na imani ndugu yangu, hakika mambo ya kiimani, utaona maji kama ambavyo unaweza ukaletewa au ukamchukua mtu ambaye ana athari ya asali ya mashetani ukamsomea surati Yasin yote au surati Bakara, kisha yule mtu akapandisha mashetani, analia anapiga makelele. Je, kilichomfanya huyu mtu apandishe kitu gani? Kuna kitu gani? Kuna mawasiliano gani yaliyotoka kwako kwa wewe mpaka yakaenda kumgusa ule shetani akaibuka, na huyu mtu alikuwa ni mzima? Naam, kwa hiyo ni nguvu ambayo ipo ya kiroho, lakini pia na imani ambayo inakuwa ndani yake ina kwa hiyo utaisoma kwenye maji mara ishirini na moja au arobaini na moja lakini kisha baada ya hapo kishasomea utampa mwathirika ambaye ameathirika na hiyo hali ya maradhi au hasadi au vyovyote vile ataweza kutumia eh, kwa kwa kunywa na kuoga na kujisugua kwa muda wa siku saba tu biidhnillahi alkarim utaona mambo yatakaa vizuri na atakaa sawa lakini pia uhifadhi nyumba au biashara Eh, kuhifadhi nyumba au biashara, kuhifadhi kutokana na mashetani au wachawi au ambao, eh, watu wabaya ambao sio watu wazuri, utaisoma hii aya kila baada ya swala ya Magharibi na a, baada ya swala ya subuhi mara 21: salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Kisha baada ya hapo nyumbani kwako unaifanya hiyo kazi. Utapuliza, utapuliza katika eh, katika nyumba, yani katika pembe ya nyumba eh, kwa e, maneno e, haya kwa nia ya amani na kinga. salamun qawlan min rabbir rahim, utakuuliza mara nne mara nne mara nne katika kila kona ya hiyo sehemu ambayo kuna mali au katika nyumba yako kwa ajili ya amani. Lakini pia kadhalika katika upande wa kufukuza e, majinamizi na mizimu mibaya ambayo mtu amekumbwa kwayo, utaisoma kwa sauti ya utulivu kabisa lakini na uchamungu wa hali ya juu eh, huku ukiwa unapiga eh, kama unafanya kumpiga, piga mtu hivi fulani, kwa mfano, kama kwenye kichwa ameathiri, yani hivyo, katika mazingira ya na namna hiyo, unaona eh? eh? Kisha kama ni kwenye nyumba pia kadhalika utaweza ku unaisoma ukiwa unazunguka, ni kama kuzunguka mle ndani, na hadha wa hadha utaisoma hivyo basi. E, utaona ma, mambo atakavyo ya, yatakayojitokeza kama kuna mtu ambaye ameathirika wa hakadha kama kwenye hiyo nyumba ama vinamizi na hayo mashaitani yataweza kuondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndugu yangu ni neno au ni aya ambayo ina maajabu ni makubwa. Tunamuomba Allah tuwafikishe na ifanyie kazi utaweza kuona mambo atakavyokuwa mazuri. Bi idhnillahil Karim, wassalamu alaykum wal afwa minkum.